Idadi ya watu waliofariki kufuatia maporomoko ya ardhi eneo la Elgeyo Marakwet sasa imefikia 32. Hii ni baada ya maiti nne kupatikana eneo la Chesongoch na watu wengine wawili kufariki katika maporomoko mengine ya ardhi katika kijiji cha Kipkenda eneo bunge la Keiyo North. Miongoni mwa waliofariki na maporomoko haya ni wanafunzi 14 kama Safin Acheng Auma anavyotuarifu zaidi. Hospitali ya rufaa ya Moi jijini Eldoret, Magret Kipto anauguza majeraha makali. Anaeleza jinsi alivyonusurika kifo katika maporomoko ya ardhi eneo la Chesongoch, kaunti Elgeyo Marakwet. Mi nikarudia kulala, nikasikia maya kwanza ikaanguka kutoka juu, kaniangukia hapa, nikapika ndoto, nikasema jesu nini, alafu hiyo maji sasa inanibeba sikumwana mdoto mpaka uko chini nilipobika uko chini, nikaita majina ya Mungu, nikasema Mungu pokea roho yangu mbinguni na unisamehe dhambi zangu sote katu hato sahau yaliofuata, saa kadhaa kabla au kolewe, katasama tasama hivi, machi mechani ni mchanga na mdomo masikio na mafua <coughs> <coughs> anapoendelea kupokea matibabu anahofia usalama wa watoto wake ambao ni kati ya watu 21 ambao hawajulikani waliko. Idadi ya wafu kutokana na mkasa wa Chesongoch imefikia 30 baada ya miili 4 kupatikana Jumatatu. Baba yake ako eh, ba, babu yake shosho yake ango, eh, baba yake mwingine Ba, walikuwa wote. Kama hata. Mm -hmm. Watu wengine wawili walithibitishwa kufariki katika maporomoko mengine ya ardhi katika kijiji cha Kipkenda eneo bunge la Keiyo North. Wawili hao walifariki baada ya nyumba yao kuangukiwa na jiwe wakati wa mvua kubwa iliyokuwa ikinyesha. Ikinyesha kidogo kidogo, tunasikia mangurumo ya mawe akitokea huko juu Alafu tena mvua ikaendelea. Wakati mvua ilipopoa kidogo, tukasike nduru. Tuliofika hapa, mama amevinyiliwa na wajukuu. Wizara ya elimu ikisema kuwa wanafunzi kumi na nne ni miongoni mwa watu waliofariki hadi sasa. Zoezi la uokoaji liliendelea kwa siku ya tatu huku wakaazi wa maeneo hayo hatari wakiraiwa kuhamia maeneo salama. Safin Acheng Oma, Runinga ya Citizen.